Katika siku hii kutoka kwa mwana ulimtoa, ninainua sauti yangu, napiga magoti na kuomba. Njia ilikuwa ngumu, usiku ulikuwa baridi, lakini uliumba nafsi yangu kama dhahabu inayowaka. Kupitia chuki, kupitia maumivu, kupitia moto, kupitia mfua. Ulikuwa kimya, lakini ulikaa, na sasa ninayona hiyo ilikuwa ni neema. Asante Baba kwa jukumu nafsi yangu, asante Baba, umeniponya. Ulipa kusuri sauti, njia, kuonyesha ulimwengu jinsi upendo haupotei. Hata nilipochikwaa nikapoteza shaka, ulikuwa mnongoro ukinitoa nje, Baba. Katika sababu yako nasimama, sauti moja, uhai hai moja, kama moja ulionoshwa, na wanapokuona na unanaa, kutakuwa na sifa ya ngurumo na nuru takatifu. Asante Baba kwa jukumu uliloandika, kwa majaribu, kwa dhoruba kozito, kwa naobeba. Ikiwa ningeweza kukupa chochote leo, ingekuwa sifa hii, katika onyesho la unyenyekevu. Asante kwa machozi, kwa kupanda, kwa vita ulijenga nguvu zangu si kwa kufa. Sasa ninainuka na jina lako katika nafsi yangu. Asante Baba, umeniponya. Nilikuwa kipofu nyakati fulani, lakini bado wewe uliniongoza ya ya moto, ambapo malaika ukanyaga kupaa, moyoni akilini, katika mwali, umenipa nuru na jina takatifu. Kwa hivyo siku ni nainua wimbo huu kutoka kwa mwana ambaye amejifunza mali anapostahili. Asante baba kwa mwanzo mkia kabisa, kwa roho yangu yote, kwa moyo wangu wote.